Watu wangu, hii sasa ni maajabu. Kumbe nduta huyu anakuh, kumbe Nduta alikuwa moleka na pasta ambaye ni lesbian, pasta ambaye ni gay, pasta ambaye alala na wanaume. Hii hmm. Sasa guys, nataka unisikize, don't judge before you watch the video, kwa sababu nataka hii uisikize vizuri na tusaidie huyu msichana because ako stranded Hmm, anashindwa what to do guys, so kitu nataka ni kucheze hii nini, ambaye enye tumeongea naye tumekomunikati na yeye, akinielezea history yote, alafu baada ya hapo ni kupeka rugano, ni kupeka story kidogo, tukijua venye tunasaidia huyu msichana wetu sawa. So imekuwa leo saa nne na dakika sita akanitext ati hai pale WhatsApp, nikamwambia hai tu, nina nin, ni nani nitaka kusema ni nani, akaniambia My name is Lillian Nduta from Nakuru. I need your help. I am married three years now to famous pastor here in Nakuru but I realize he is a lesbian, na keka stroke gay, na lala analala na wanaume wengine, na akilala na mimi ananikula huku nyuma, but aliniambia if I tell anyone or leave, he will kill me please i need your advice nikamwambia sorry Akani, akaniambia, thank, akaniambia thank you bigi haya mimi nikamwambia mimi nikamwambia i can say maybe i don't have enough advice or best advice for you if i may ask kindly can i post this story so that may maybe many people of Big TV can also contribute to advise you what best to do. Akaniambia wa na ikileta, ikileta shida. Mimi nikamwambia we will help you. Akasema okay, this is my number, call me anytime. hmm? So watu wangu venye mmesikia nikipiga story na Nduta, nimerudi nikampigia hata, nik, nikarudi hata nikampigia simu direct, si ya WhatsApp. Sasa tukaongea na yeye, huyu Nduta anasema alioleka miaka tatu, ako kwa ndoa na pasta na wamefanya harusi, eh? Lakini huyu pasta amekuja kurealize huyu pasta ni gay. Hii ni baada ya kukaa tangu wawane wakidate anasema, hawakuwahi lala na yeye, unaona. Sasa wakati walioana walikaa three good month bila kufanya kitu yoyote, unaona. Hati huyu pasta akitokea nini, akitokea, akitoka mchana akuja kwa nyumba anashika Bibilia asome, Bibilia asome, Bibilia aingie kuomba mpaka Nduta usingizi mchukue, ala alale, unaona. Sasa Nduta akishalala na akishalala asubuhi akiamuka Mzee tena ameamkia nini? Morning glory ya maombi. Unaona, so msichana amepitia shida kwa ndoa, amepitia shida kwa ndoa yake, hiyo miaka ya tatu awaja waipata mtoto. Sasa kufikia saa hizi, ndio huyu mzee nasikia anamwambia waende waadapti katoto kadogo kwenye kamezaliwa, na ye ajifiche alafu ikue, yani ajifiche miezi tisa isemekane ako na ball, alafu atafute katoto kamezaliwa waseme ni yao lakini hiyo siri ibaki kwao, unaona. Sasa ati miezi yote yenye walikaa huyo Nduta wako kuifanya mapenzi. Hmm? Ikafikia mahali akauliza huyu mzee yake ni nini mbaya? Mzee akasema nini, ni maombi, mara mimi na malizanga mambo ya Biblia napata umela, nashinda kukusumbua. Lakini Nduta kupitia rafiki yake akaamua hapana, ili lazima nifanye uchungu akaambia. Akaanza kufanya uchunguzi polepole polepole polepole. Hapo ndo alikuja siku moja aka realize na akafumania huyu mzee yake akiwa na mwanaume mwingine akimkula huko nyuma alikuwa nakula mwanaume huku nyuma, life life kwa lodging. Nduta alistuka, ati akashindwa atafanya nini? Unaona sasa, akam venye mzee alitoka huko akakuja na ukali, akamwambia hivo venye umeona, ndo hivo ndo iko, ndo maana sijoilala na wewe unless ukubali venye mimi nafaa. Mimi na enjoying kukula simu tu mm? unaona Sio Nduta, kwa sababu ya aibu akalia, akapitia mambo mengi. Lakini siku moja alistukia huyu jamaa amemwingia simu tu kwa lazima, akamwingia simu tu, na kuanzia hapo akakuwa anamlazimisha na akamtishia, akamwambia usiwaiambia mtu yote, maana ukiambia mtu yoyote guys, akamwambia nitakuwa na hakuna kuachana. hmm? Alijaribu kumtishia akamwambia, basi tufanye divorce, mimi nataka divorce na sitaambia mtu yoyote, tuachane. Huyo pastor akakataa, akasema hakuna kitu kama hiyo, na anasema ni mtu famous sana, ni venye hajataka kumtaja jina, amesema ni mtu famous sana na hako pale Nakuru, hako hmm, hapo Nakuru. Mimi hata nimetamani Nduta ningepata ningekuwa tu na na fair tu, yani natafuta fair tu niende nipate huyu Nduta nimpigishe hii story na nimeongea naye within maybe. Kesho nikipata free time nitaenda pale guys, niongee na yeye kama tutapata chance na kama atakubali kuongea tuongee naye mumsikize nyinyi wenyewe life life. Lakini before hapo, huyu msichana anataka advice, huyu msichana anataka advice, yenye anataka afanye nini, maana ameshindwa ni achane na huyu mzee, ikue ikue, aende kwa polisi amripoti, ama ambie wazazi, familia kwanza ingilie, hmm? Kwa sababu huyu jamaa amemwest, na kwa sababu alikuwa na pasta, alikuwa ni pasta, ndio maana walifunga harusi kwa sababu pasta unajua anafaa kwe na nini na bibi So Nduta huyu anapitia mambo mengi. Nduta anapitia shida nyingi. Nduta huyu anaitwa jina. Jina Lilian... si Nduta. Sijui ni coincidence ndo maana jina jina tu zimematch Lilian, lakini huyu anaitwa Lilian Nduta. Nduta si mmoja i Kenya. Watu wengi wanaitwa Nduta. Sasa guys, huyu msichana anahitaji advice. Na ndo maana nawaambia, comment section huwa inasaidia guys. Enda hapo kwa comment section, niambie huyu msichana nini afanye, aende kwa polisi ya ripoti, aende kwa wazazi wa kijana, aende kwa wazazi wake. Eh, hata waogopi Mungu hmm? yani yani Mungu waogopi dhambi, waogopi janamu, hey! na nini? Ama huyu pasta by the way, huyu pasta inaweza kuwa by the way, ako nini, ako kalti fulani, junasikianga kuna kalti naye unaweza ingia, wanakuambia usilale na bibi yako. By the way, kuna story fulani hiyo itokeanga, sijili ilikuwa kwa lini, Ngugi ama kwa tuko Huyu msichana alikuwa anaelezeanga stori ama ni kwa redio alikuwa anaelezeanga stori fulani, ati mzee ya yake walioona vizuri mpaka walikuwa wamezaa watoto, lakini huyu mzee akaingia kanisa fulani pale Nairobi na akaambiwa swila na bibi yake na na akaenda kabisa naaka, tajiri kitu anatumanga tu ni pesa. Hmm? Kitu ni pesa pesa kitu anatumia tu tu, lakini sasa, huyu bibi ya Joy jua ni nini ili happen, kwa sababu alikuwa tu vizuri naye akaenda, lakini sasa sasayna shukungu kwa hiyo kanisa ndo alimwambia nini asiwai lala na bibi yake, naye ya akaona badala afanye kitu mbaya ni atoke aende aishi mbali na bibi yake, na akaambia bibi yake asiwahi kanyage hiyo kanisa hmm? so anawandanga nini iliendelea. So huyu Lilian, guys, mimi nimekuja tu kuwapea hii ka update. Uzuri nimemwomba nikamuuliza kama naweza post, akanipea ruhusa akaniambia yes unaweza post, ni post. Ndo maana nikasema wacha ni wapostia, maana familia ya Big TV tunakuanga watu wangwana, tunakuanga watu, tuko na maono tunakuanga, tuko ni watu ambaye wamejaa hekima na watu ambaye wana, wana good advice. Tunaweza msaidie msichana wetu hmm? Na venye mtasema, ndo mnajua atafanya Mukisema niende ni mtafute tuongee na yeye nitaenda. Mukisema aende kwa polisi ataenda. Mukisema aende kwa wazazi ataenda. Mukisema aende kwa, kwa wazazi wake ama ama amwache aende kwa koti, ya file nini ataenda, as long as tumsaidie huyu msichana Lilia Nduta hmm? na kuna wengine pengine, wengi wanapitia maisha kama hii, ukiona hii imefikia instant yenye anakuja kutuambia. Kuna wengi wanapitia masiri nyingi kwa hii dunia, kwa hizi ndoa, kwa ni ile ameshindwa kujiongea, ni ile ameshindwa, ataambia nani hmm? ni ile ameshindwa, ataambia nani? thank God, nilifikiria tu nikaona at least ni posting namba yangu in, in case kuna mtu ana, ana mawaidha yoyote na mimi hata hata by the way nilikuwa na post number for dini for for help for support. Mtu yote anaeza kuwa na support ya kunibaia kamaji, lakini kumbe badala yake inaanza kusaidia watu, na hiyo ni mzuri this is a ministry that's good, hiyo ni vizuri. So kumbe ndakuwa naweka namba yangu hapo in case mtu yote anahitaji na en kujiongea, kuzungumuza watu wamsaidie, watu wamsaidie na advice na maombi hmm? hey, guys. Anyway, guys usisahau kucomment pale, na kama ujasubscribe na umepata na hii video eh? leo tu ningekuomba sana usubscribe, alafu mukumbuke guys, ile nini niliwaambia kukuwa the most liked YouTube channel of the year, so hakikisha guys, umeenda pale mmelike hii video, mume subscribe na mumeweka comment nyingi pale. Wewe weka advice yako as many as you can. Hmm? Ukisikia umemwadvise hii na unasikia tena nyingine imekuja, wewe andika andika andika, hata kama ni full scope tutaisoma na ataisoma sawa sawa. Anyway guys, see you next video. Thank you so much guys. Every day watu kumi na tano wananyongwa kila siku hapo Saudi Arabia. Ah, nini Vietnam? Hmm? Wakamchinja chinja wakamkata wakamuua. Hmm? wewe kujeni hapa kwa mkutano, kila mtu akae chini eh. Nasikia kuna mchango imeanza kufanyishwa, Eric Omondi ameanza kuandaa. Ah, tuachane na hiyo kwanza. Sasa guys, nimesikia story ya Nduta ama story ya mtu yote hu anauawa uko Vietnam. kumbe mwili yake iweziwekwa kwa njia yao iweziachiliwa. Mtu yote anahukumiwa kifo huko ama unanyongwa, hiyo story inaendanga hivyo, inazima inazima inazima inazima inazima inapotea. Hii ni baada ya jana serikali kutoa ile listi ya watu wameuawa huko walihukumiwa kifo kumbe, hizo mwili zao zijoi kuja na zijoi julikana ina disappear. That's why unaona Nduta, hii histori yake inaenda ikizima ikizima ikizima ikizima. Lakini ngoja kwanza, ladies and gentlemen, eh twende polepole, nikwambie mambo polepole pole. Nataka unisikize kimakini na twende na we pole polepole, maana hii kitu iko serious sana hii mambo iko serious na mambo kumaumana. Wasichana wetu wenye wako Gulf wako Saudi Arabia wako wapi, mashida zinaendelea kuwapata saa hizi sasa, mashida zinaendelea kuwapata hadi mafamilia zingine zimeanza kupigia wasichana wao wa, wa, waombe kuacha hiyo contract na warudi Kenya. Hii story inakujia wapi? Mnakumbuka one month ago, msichana anaitwa Elizabeth Cheusi, mnakumbuka mm? huyo msichana mwenye mrembo hivi mnono, msmart alikufia pale Saudi Arabia, hmm? Sijui kama mnakumbuka hiyo stori ambapo ilikuwa inasemekana huyu Elizabeth cheusi aliwawa na bibi ya tajiri yake ya mwarabu, wanaitwa wanaitwa nini Waiguru, hmm? Yaani alichinda. Tunawaambia hii joto ikikushika huko siku hizi, kuna hizi manini zinauzwauzwa huko, bwana beba yako wachana na wazee wa Arabu hawa, watakumaliza sasa. Huyu msichana inasemekana alipatwa na bu, na bwana ya ya bibi ya, ya Waiguru, anaitwa Waiguru, hawa watu huko Saudi Arabia wakamchinja chinja, wakamkata wakamuua, hmm? Alijaribu kujitetea kuambia huyu mwanamke ati sijui mzee yako ndo alikuwa ananitaka, mzee yako ndo amenilazimisha, lakini wapi, walimuua na hawa saa hii wako pamoja, wakachukua msichana mwingine wa kazi kutoka Uganda, ako huko. Sasa nimekuja kusema hiyo. Kwa nini shida iko hapa hmm? shida iko hapa, imetokea huyu msichana before aende, alikuwa ameachana na mzee yake, na akabeba watoto. Unaona venye waliachana na mzee yake, mzee yake akaoa bibi mwingine, bibi mwingine akamove on, yani in short na akakuja akaachia watoto yake, si mama yake akaachia watoto yake nyanya yake, maana huyu msichana ni yatima unaona. Akaachia mama ya, nyanya yake watoto wawili. Sasa huyu msichana imagine guys, hiyo mwezi yote ako huko Saudi Arabia, mwili yake ijoi letwa iko bado kwa mochari. Ndio maana unaona Erikio Mondi amekuja na ile kikundi yake yenye inaitwa sisi kwa sisi sisi kwa sisi anasema, saa hii amechanga elfu mia mbili, inatakikana elfu mia hiyo saba ndo mwili yake irudi wapi, hapa Kenya izikwe. Hmm? Yani, walishalia walishaomboleza, watoto hata walisha sahau, wameanza kusahausahau kama mama yao alikufa alichinjwa huko Saudi Arabia, akauawa, lakini mwili inatakikana irudi izikwe hapa Kenya, ya Elizabeth Cheusi. Hmm? Yani hata tujamalizana na ya Nduta hata bado tumefichwa na serikali tujui kama Nduta wetu ako wai ama amekufa. Kwa sababu guys, nimefanya uchunguzi leo, nimeshinda uchunguzi, hmm? hata mkiangalia hii macho yangu vinakondoa hivi, imeshinda kuangalia simu nikitafuta utafiti, mtu akishanyongwa Saudi Arabia auko ah, huko nini Vietnam, anapelekwa wapi? kwa sababu unasikia huko Every day watu kumi na tano wananyongwa kila siku hapo Saudi Arabia, ah, nini Vietnam. Hmm? watu wananyongwa daily makosa ndogo ndogo, wale mare, wale ma, wabakaji wale wameiba kwa serikali wale wametusi president yao wale wameongea vibaya kuhusu president wananyongwa huko vibaya sana kila siku. Sasa nikasema wacha nifanye utafiti nijue hizi mili zinapelekwanga wapi? Eh? Ndio nijue kama Nduta akinyongwa ataletwa Kenya ama atabaki huko amefungwa, na nikakuja ku realize eh, nikakuja ku realize enda tu pale usach usachi tu hapo Nduta latest uone. Nikakuja kujua kumbe watu wananyongwa huko, hizo mwili zinabakingi huko, hata huko ni wainji gani? The moment umenyongwa, the same time hawa watu wenye wanakuanga wamevaa mask na manguo nyeusi wanakubeba wanaenda wanakuzika eh? wanakuzika hapo. Kwa hiyo nini yao yenye wanachomea watu, kwa sababu nji yao ina spesi ya kuzika mtu, wanakuweka wanakuchoma mambo yako inakwisha hivyo, hmm? Sasa nduta hata tukingoja hata kuja, lakini sasa tuko kwa huyu msichana huyu, hmm? Elizabeth Cheusi. Eric Omondi ako pale kwa kikosi, anataka tumsaidie, hmm? tusaidie huyu msichana At least mwili yake irudi hapa Kenya, lakini ikue funzo kwa wasichana wetu wengine wako huko Saudi Arabia, hmm? Wako huko Qatar, wako huko inaitwanga nini mayolo majuu magalfu huko, eh basi galfu, ee, ee. Wako huko nakwambia, hachana na, na, na wazee wenyewe. Unajua huyu mwarabu, acha nikuambie kitu moja, enye enye tunajua muislamu ama mwarabu, wacha nitumie jina mwarabu hata ikuwe ni kijana yake akuonyesha ya anakupenda ya aje. Guys, my sister, wacha ni kuambie huyo mtu awezi oa Mkristo, awezi kukuoa, awezi kukuoa Mkristo, hata akuambia anakupenda aje, hata akupee pesa aje, hata akuonyeshe venye atakuficha hiyo relationship yenyu isijulikane, hmm? awezi wahi kukuoa, po walai, awezi kukuoa, awezi hata ikuwe nini Waarabu wanaoana na waarabu wenzao na ni wanaoana na waarabu matajiri huwe, hmm. Umeenda hapo mfanyikazi wanakudharau we, kwanza kwenye wa afrika ni maskini, ndo huwo wanasema wamesahau chakula na vitu, wanakula huko na vitu, zinawasaidia zinatoka hapa hmm. So mtu ukienda huko kama huko huko, we fanya kazi yako propa hmm. Fanya kazi yako hawa watu, wachana na hawa kwa sababu kitu mbaya wanafanya ni wewe, wanakudanganya. Ukiambia bibi yake mzee anakusumbua, unauawa. Bibi yake akikupata na mzee, unauawa. So which is which? Where is this? Is this the save hiyo hey? <laughs> Kiingereza naye nimemeza ndio. <laughs> Maana munaningilianga sijui Kiingereza, guys <laughs> which place is save lakini? <laughs> najaribu twende nalo guys, taputapu <laughs> tapu. <laughs> Hey, sasa guys, tumalize tuachane na kicheko. Tuko hapa ina serious business inarine hmm. Guys, wacha tufanya hivi, enda hapo kweriko kuna hii namba ameweka hapo ya huyo nyanya ya huyo nyanya ya huyo msichana anaitwa Elizabeth Cheusi. Huyu msichana ni mwenzetu, tuachane nazo, sasa tuweke kando kulia. Nduta letu Kenya, wacha tule, Nduta chiliwe sijui afanye nini, wacha tusaidie kwanza huyu mwili ya huyu msichana ikuje Kenya izikwe, hmm? Izikwe, si ndio? Na mkumbuke, venye nawaambia kama mko huko, ama kama unajipanga kuenda huko eh? Ukifika huko aa, ah, watu ni wachokozi, lazima watakuchokoza. Sasa usiwaidanganyika hatu wanakupenda kwa sababu, kuna hata wasichana wengi huko wako kwa street, walizaa na hao waarabu wakafukuzwa, ama aligundua ako na mimba akatoroka asiuawe, amezaa na randaranda huko hmm. wanaitwa the chokoras, the africa chokoras in gal hmm, wako huko so, guys tuchunge sana hmm. Twendeni mchango hmm. anyway, guys, kama we ni mniwa hapa ni umefika leo make sure mesuumesubsribe to this YouTube channel, join my member and thank you kwa wale wote ambao we are road to 20,000 bsrb, tuzidi kusubscribe na wale wamesubscribe, karibuni sana, na make sure kushare video, kulike video, kuweka maoni yako hapo kwa comment section ni free. Yeah. Thank you guys. Guys, wa Kenya tuache kudanganyana hapa na kudanganyana na kujidanganya. Nduta alisha nyongwa. Nduta alisha nyongwa, na nataka unisikize na unisikize vizuri, na nikupee hizi detail. Hii kitu iliandikwa jana kutoka for the government of Vietnam, na nataka tu review na wewe na uisome vizuri sana uisome vizuri sana na ujue Nduta alishawawa jana, na nikuambie kwa nini. Hebu hmm, soma kwanza kitu ameandika hapa that you are sympathize with your citizen sasa ndo hii kweli hapa. Our stand and law on drugs and corruption are severe mwenye ile story ya severe hiyo ni aina msama they apply full to everyone who break them including our own Vietnamese. as leader of Vietnam I don't in I don't interfere them caught sentence even Vietnam drugs dealer it is not matter of citizenship but it is a matter of the killer substance you are bring to our children ni nini mwelewi hapo wadau So guys, iko hivi, Nduta alishauawa. Hii video ina trendi ikionekana Nduta amevalishwa, jana alikuwa amevalishwa magwanda rasmi ya kupelekwa kunyongwa, that is the last video yenye ilionyeshwa Nduta amenyongwa, hmm? na Ukumbuke hii ripoti ama i message ilitumwa na kutoka huko Vietnam ilikuja saa tatu na Nduta alikuwa ananyongwa saa mbili na nusu, hmm? So guys, iko hivi Unajua, hata kwa sheria za Vietnam na wale wananyongwa, kwa kawaida huwa familia inakuwa hapo, kwa sababu ya nini, ya kunyongwa. Lakini Nduta inasemekana alikuwa ameambiana huko Vietnam ana familia, unaona, unaelewa. Alikuwa ameambiana Vietnam. Ile mtu nashikwanga, unaambiwa kuna wazazi, kuna nini, kuna relative, unasema wewe una. Kwa sababu Nduta alikuwa amejua hii dili, amecheza ni kabaya, alicheza kabaya, unaona. Sasa hapo ndo maana Nduta akuwa amesema ako na familia yenye ingeenda ku witness, yeye akinyongwa. Lakini guys, umesoma hiyo story na mimi na ukaelewa venye government yenye inasema kwamba awa iwe ni raia wao mwenyewe mu Vietnam ama iwe ni raia yoyote, awawezi enda against their law, as long as wewe ni corruption ama drug dealer, lazima unyongwe. Mnanielewa, watu wangu Hivo ndo iko so, Ndutani alinyongwa ni, ni serikali tu. Hata ukisikia serikali ya Kenya ikitoa ka statement kadogo ikisema ati hiyo kesi ya Nduta ni, ni ngumu, they already know, wanajua kitambo huyu msichana ashanyongwa na mambo imeisha, mambo ishaisha, hivyo isha. Mpende msipende, najua mtanirusha mamawe, mseme oh, sijui nini, lakini mimi nawambia reality, na kama uko na uwezo unaweza save hii video, si kwenye ukweli, itakuja utaniambia, utakuja uniprove hmm? Nduta alisha nyongwa juu, once umevalishwa hiyo nguo, hiyo nguo itolewangi kwa mwili. Na umesikia vizuri hapo kwa barua, ukisema they cannot go against their law, unasikia they cannot go against unini their law. Hapo si Kenya, si Afrika, si Kenya ati mtu anaundanga sheria alafu wee mwenyewe unaivunja. Huko wanafuata sheria zao, as long as tu ni drug dealer as long as we ni corrupt. Kuna bilionea fulani ashainyongwa huko Vietnam na alikuwa bilionea na kanyongwa juu ya corrupt na alikuwa kiongozi. So guys, nduta masharia asha nyongwa, mambo imeisha, imeisha. Nduta asha nyongwa hmm. Na ndo unasikia saa hizi watu wanaanza kutafuta huyu huyu huyu mama anaitwa nani? huyu mama mwenye alikuwa anaingiliwa juzi. Kwa nini wakisema yeye ana, anapelekanga watu huko wanang'olewa ma, ma, masehemu zao. Unaona, ndio maana unaona anatafutwa. So Nduta ujue tu ashanyongwa, hakuna chingine, hiyo ilishatendeka. Ni watu hapa wanafungwa macho ati atio sijui serikali wanatu confuse confuse hapa na viongozi. Ati serikali ishaongea hakuna, serikali mwongea hakuna, Ruto ameongea hakuna eh? Uru ameongea That's why unaona hata familia saizi, hakuna ripoti yeyote familia imetoa kwa nini? Jua najua mambo ishaisha, ishatendeka, isha ishatendeka ingekuwa in fact kuna story inaendelea ati sijui Nduta sijui ameahirishwa. Tungeiona kwa matv kwa Citizen ama kwa tv zingine za, za nini za national. Ingekuwa imesha update yo maneno jana, hata saa tatu wamesema serikali ya nini imetoa ripoti ameahirishwa, amesongeshewa. Hii ni vitu inaskriptiwa, ni vitu inaandikwa, ni vitu inasemekana tu kutufumba macho tuone ni kama Nduta ameshongeshewa siku hiyo kitu ijoi yapeni kwa Vietnam ijwai In fact wamenyonga mpaka watu wa Amerika wenyewe wa US, wakina Malia Obama ako, lakini hakuna kitu anafanya so hmm? so Kenya mtu mmoja hiyo hmm? so, kitu isha happen. sasa ni, si, ni Kenya ibaki government, na hii na, na, familia ya kinanduta iseme huyo nani huyo mwenye sijui Njoroge huyo ni nani atafutwe kama ni broker na kama na deal na wamama hao wa Kora atafutwe ndo washikwe hmm? Guys, nimesahau kukwambia usubscribe. Hmm?